Karibu tena msikilizaji katika uchambuzi wetu leo e, tunaanzisha kitu maalum sana. Ni mfululizo mpya kabisa, AI for Christians, yani akili bandia kwa Wakristo. Huu unaletwa kwenu na Eyesees Pictures Worldwide, chini yake mkurugenzi la tiankira shu. Na chanzo chetu leo ni cha kipekee kidogo, tumetumia jibu kutoka ChatGPT. Ah, ChatGPT iyo akili bandia inayoweza kujibu maswali si ndio? Hiyo hiyo tuliuliza kuhusu Matendo ya Mitume sura ya kumi mstari wa kumi na moja na kumi na mbili na kichwa kilichotolewa, fikiria, ni maono ya Petro na wokovu kwa mataifa na kabla hatujaenda mbali, kama unapenda kujifunza zaidi kuhusu akili bandia kwa mtazamo wa Kikristo, kuna namba unaiona hapo kwenye skrini yako. Unaweza kumtumia ujumbe la tiankira shu kwa WhatsApp, atakupa maelezo jinsi ya kujiunga na madarasa ya AI for Christians. Usikose fursa hii. Sawa, turudi kwenye maandiko. Muktadha ni muhimu hapa. Tuna mtume Petro, myahudi haswa, e, mwaminifu kwa sheria, kakuvunja kuta Hebu tusikie mistari yenyewe, Matendo 10:11 hadi 12: akaona mbingu zimefunguka na kitu kama chombo kikubwa kama shuka vile kikishushwa chini kwa pembe nne, kikashuka hata duniani. Sikia sasa, ndani yake milikuwa na kila namna ya wanyama wenye miguu nne na wanyama wa porini na vitambavyo na ndege wa angani. Hili ni tukio eh, tukio kubwa sana na lile jibu la ChatGPT lilitupa maana tatu muhimu za kuchambua. Naam. Tatu, twende kwa pamoja basi tuianze na ile ya kwanza, maana halisi ya kimaandiko. Hapa Petro anaona kitu halisi, shuka linashuka limejaa viumbe tele. mm-hmm. Wanaotembea, wanaotambaa, wanaoruka angani, kila aina na wengi wao kama tunavyojua kutoka kitabu cha Walawi eh, si unajua walikuwa wanahesabiwa najisi kwa Myahudi haswa, na hapo ndipo linapokuja lile agizo chinjo ule. Aa, hapo Petro anashtuka bila shaka, kitu ambacho amekatazwa maisha yake yote. Hii inaonyesha Mungu yani Mungu mwenyewe anataka kuonyesha wakati umefika, wakati wa kuangalia zaidi ya sheria za vyakula kuelekea kitu kipana zaidi kuvunja vizuizi ee, kuvunja vizuizi vilivyowatenga watu. Nakumbuka, kama unataka kujifunza kutumia zana mpya kama AI kwa kusudi la Mungu, wasiliana na lati ankira show namba ipo screen. Hilo linatupeleka vizuri sana kwenye maana ya pili, ile ya kifumbo. Sasa, mm -hmm, maana ya ishara hapa, wale wanyama mchanganyiko wale walioitwa safi na najisi wote pamoja, wanawakilisha nini? Wanawakilisha watu Watu wa mataifa. Watu wasio Wayahudi, ambao kwa mtazamo wa wakati ule walionekana kama tofauti, labda najis kiibada. Na lile shuka kubwa linakuwa kama mfumo mpya wa Mungu unaokusanya wote, neema kwa wote. Lakini bado Petro anasita, mara tatu anasema hasha, Bwana. Ajabu, hata mtume wa karibu vile. Hii inaonyesha jinsi tulivyo wepesi kung'ang'ania tulivyozoea, hata Mungu akitupa ufunuo mpya kweli kabisa. Na hii inatusemesha leo, si ndio? tunaweza kuwa na wasiwasi na vitu vipya, hata teknolojia kama AI. Labda tunaiona kama najisi au hatari tu, lakini changamoto ni kuelewa tunawezaje kuitumia kwa ufalme wa Mungu, kama vile maono haya yalivyopanua mipaka ya Injili. Haswa tafuta hekima ya Mungu, na njia moja ya kuanza ni kwa madarasa ya Latiankira. Wasiliana naye. Na maana ya tatu sasa, ile ya kiunabii. Mm-hmm. Kutazama mbele, maono haya yalikuwa zaidi ya somo kwa Petro, ilikuwa kama tangazo, unabii kwamba habari njema, injili ya Yesu haitabaki kwa Wayahudi tu. E, wale wanyama wote wanawakilisha mataifa yote ya dunia sasa wanaletwa kwenye Agano Jipya na lile shuka au chombo hilo sasa linakuwa kama mfano wa kanisa la Kristo. Fikiria, linashushwa kwa pembe nne, pembe nne pande zote za dunia: mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, wote wanakusanywa. Uokovu ni kwa kila mtu anayemwamini Kristo bila kujali unatoka wapi, historia yako ikoje. Mbugu anavunja kuta zote. Kwa hiyo tukijumlusha ujumbe mkuu kutoka Matendo kumi, kama tulivyopata mwanga kutoka ChatGPT, ni huu Mungu Mungu haangalii lebo zetu, anatuita sote kwake. Kama wale wanyama mbalimbali walivyokuwa pamoja kwenye lile shuka, ndivyo sisi sote na tofauti zetu tunakusanywa katika Kristo. Inatia moyo sana kujua hakuna aliye mbali na wito wake. Na labda wazo la mwisho tu la kutafakari: kama Mungu alivunja mipaka ya safi na najisi ili kuwakusanya wote, je, sisi tuko tayari kuvuka mipaka yetu, labda mipaka ya hofu au kutoelewa kuhusu zana mpya kama AI, zana ambazo zinaweza kutumika kueneza kazi yake leo, ehe, kufikia wote? Na tena, njia moja ya kuanza ni kwa kujiunga na madarasa ya Latankira Show. Chukua namba iliyoonyeshwa. Basi tumalizie kwa ombi fupi. Baba yetu, kama ulivyofungua macho ya Petro pale Yafa, fungua na macho yetu leo. Tusaidie kuona watu wote kama unavyowaona wewe. Ondoa hukumu, ondoa ubaguzi, ondoa hofu ya tusichokijua. Tujaze upendo wako, utupe kutumia kila fursa, kila njia kama hii ya AI kueneza habari njema. Katika jina la Yesu, amina. Na kwa mara nyingine tena, kama unataka kujifunza zaidi jinsi ya kutumia akili bandia katika huduma, ile namba ipo kwenye skrin. Wasiliana na Latian Kirashu. Kwa WhatsApp, ulizia kuhusu madarasa ya AI for Christians. Na kama asemavyo Latiankira Shu mwenyewe, stay blessed and stay focused. Amen.